ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, raisi atangaze bei, matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa mia tano, mia tano ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga mwaka huu wilaya hii. Mheshimiwa raisi